Milipuko mikubwa imeripotiwa katika jiji la Gaza wakati mazungumzo ya kusitisha mapigano yakiendelea kwa siku tatu mjini Sharm El Sheikh Misri. Kulingana na waandishi wa Al Jazeera walioko Gaza, milipuko hiyo imetokana na matumizi makubwa ya magari ya kivita yanayothibitiwa kwa njia ya mbali na ambayo yamejazwa tani za vilipuzi. Wakati huo huo, muungano wa mashirika ya msaada Freedom Flotilla Coalition umedai kuwa jeshi la Israel limevamia na kushambulia msafara wake wa meli tisa zilizokuwa zikielekea Gaza kubeba msaada wa kibinadamu na kuzizuia umbali wa takribani kilomita mia mbili na ishirini kutoka pwani ya Gaza. Katika tukio jingine, shirika la habari la Wafa na vyanzo vya hospitali ya Nasir vimeripoti kuwa mtu mmoja ameuawa na wengine kujeruhiwa baada ya jeshi la Israel kufyatua risasi kwa watu waliokuwa wakingoja msaada wa chakula karibu na kituo cha usambazaji kaskazini mwa mji wa Rafah. Mmoja wa majeruhi alipigwa risasi kichwani. Kundi la Islamic Jihadi la Palestina limelaani kitendo cha Israel cha kuzuia meli za msaada, likitajwa kuwa uvunjaji mpya wa sheria za kibinadamu na sheria za kimataifa. Limesema ukimya wa mataifa ya Ulaya kuhusu kitendo hicho unawatia moyo wa Israel kuendelea na mashambulizi. Mimi ni Amina Yahya wa rubaa za kimataifa.